Aubwanga! <laughs> huyu ndala yakoye amevutia karatasi langu la hati ya ndoa. kwani ile karatasi ni ya muhimu sana baba? Maana mimi mjomba Matonya aliniambia kwamba anaomba karatasi ili nusu akavutie tumbaku, nusu nyingine aende akachambie. Nikamwambia usisubutu kugusa vitabu vya baba. Ndio akachukua hiyo karatasi, mi nikajua ni karatasi tu, alina kazi sasa. Sasa hivi baba unatia kelele hivyo kumbe karatasi lile ni la muhimu nyuzi kiasi gani! Matonya kaita kusotela hati yangu ya ndoa, Matonya kaenda kutambia hati yangu ya ndoa jamani, na kuivutia tumbaku vibaya mno jamani. nkondo ondo ino ama <laughs> kibidu ile karatasi ni karatasi ya muhimu sana, na ile ndiyo ingefanya mama yako mzazi bikachala arudi hapa kijijini, la sivyo hatuwezi kumrudisha yule mwanamke jamani. nyuwe <laughs> vitabu hamjaviona, chambieni vitabu vyangu vyote. Ile karatasi naitaka usiku. Ni kaula kibidu, usiniangalie. Nataka karatasi yangu. Hata mimi sijachukua baba, aliyechukua mjomba Matonya, ah Jamani! <laughs> Ila matonya matonya, jamani nywe, kusoma uwezi hata picha huioni? Jamani <laughs> hata kama hujui kusoma, kwamba ile ni karatasi ya hati ya ndoa, muhuri wa mwenyekiti, huoni kwamba hii ni karatasi ya kiserikali hasa? <laughs> chamvuza vihimamiyakwe, tutamrudishaje bikachala hapa kijijini? karatasi hiyo alichukua lini? A, a, alichukua leo asubuhi. Ah, kasha kudi sotela kale na hivyo, hivyo. <laughs> <laughs> Kashalichambia toka asubuhi hadi sasa sasa hivi. <laughs> Kashalichapa nya hilo mwanangu, acha mimi ni muahi, inawezekana bado hajalifanyia tukio lolote la ajabu. <laughs> nikilipata lile karatasi, roho yangu itakaa sawa, lakini kama sijalipata nitaenda kugombana na Matonya leo. <laughs> Ugomvi huo jamani, utakuwa ni wa elfu ishirini, sio wa sio elfu ishirini, sijui wa milioni moja. <laughs> Nitaenda kugombana naye vibaya mno, acha niende. <coughs> Sasa bwana mdogo, nimekuita hapa tuzungumze kama wanamume. Nataka kujua ni kitu gani ulichomfanyia mwanangu Mwantumu kwamba yule mtoto haoni mwanamume yoyote hapa duniani zaidi yako. Yeye mzee, mimi mwanao sijamfanya kitu chochote kibaya. Sijawahi kwenda kwa mganga kwa ajili yake, sijawahi kumwekea limbwata hata kwenye chakula. Ni mapenzi tu, yeye mwenyewe kanipenda kupitiliza lahasha. Mimi sijawahi kufanya kitu chochote kibaya kwa kweli, ila tu mi mwenyewe niliamua kumove on, nikaangalia pande mbili, bikachala au mwanitumu. Nikaangalia bikachala na nyumba ya kifahari. Ana pesa, nitaenda kuenjoy sana pale ndani. Nikaenda nikaamua tu kuolewa eti kole, nikaamua kumooa Bi Kachara kapuru mundu kiparangoto hey. Kichwa cha kenge wewe! <laughs> hivi unadhani umefanya vizuri hivyo? Si vizuri hivyo bwana mdogo, kwa sababu waja kutoa posa wewe, na si akili zetu wote tulijua wewe ndio mwanaume utakemuoa binti yetu, ghafla waenda kumwoa Bi Kachala tena bila hata kuja kutupa taarifa, sio watu chukuliaje wewe bwana mdogo? Mzee mimi nimekwambia, nilikuwa naangalia financial factor yule bikachala na kila kitu ambacho mimi nilikuwa nakitaka, alikuwa na pesa, alikuwa na nyumba nzuri, maisha mazuri kabisa. Sasa hivi unadhani hata ingekuwa wewe, tuongee kama wanaume, mzee, hata ingekuwa wewe ungechagua mwentumu au ungechagua bikachala kwenda kula bata? Lazima ungechagua bikachala tu eh. mimi mpwenu, ningemuoa binti yako, mgenipa nini? Eh, nye wenye mmeweka mindevu tu hivyo kama unga wa mwogo, bwana. Kulanina, ushaanza kunitukana bwana mdogo. Tuheshimiane, sijaja kugombana na wewe hapa, twaja kuzungumza kama wanamume. Sasa mimi nakwambiaje, mwanangu unamkosesha usingizi halali nyumbani, watutilia fujo mwenetwatia fujo kwa ajili yako. E bwana mdogo, Mimi nakwambia hivi mwene tu siye wamuoa, utaoa tu mke wa pili mzee. Unaongea ushuze, mzee. Mimi siko sawa kwa kweli, nisije nikaongea maneno mabaya hapa, ukaona kama sina tabia nzuri. Mimi nina tabia nzuri na kuheshimu, na sitaki tugombane. Mimi naomba uniache leo, nimelala mtaloni, siko sawa kisaikolojia. Mke wa pili kuoa, mimi haiwezekani kwa sasa hivi. Nitakutafute mara nyingine, tuzungumze, tujue ni namna gani tunaweza kumsaidia mtoto wako, lakini swala la kumuoa mimi haliwezekani. Mimi bado namtaka yule mama, yule mama bikachala namtaka kweli kweli kula ndindi la mie. Si zumbe, mwanangu, hutamuoa lakini mie. Zumbe, nakwambia mwanangu, lazima utamuoa. Aise, unanichanganya sana we mtoto, ujue lakini Stella